Karibu kwenye chaneli yako pendwa ya DH4Y TV. Mimi ni mtangazaji wako Elinadhani Daniel nikiwa hapa kukuletea matukio moto kabisa yaliyotufikia hivi punde. Usisahau kusubscribe, kulaiki na kushea chaneli hii ili kuhakikisha hupitwi na habari zote muhimu zinazotikisa ndani na nje ya nchi. DH4Y TV hi habari bila chenga. Ulaya ajiunga na CCM, atangaza nia ya kugombea ubunge Bunda mjini. Aliyekuwa mbunge wa viti maalum kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, na kada wa muda mrefu wa chama hicho Esther Bulaya ametangaza kurejea Chama cha Mapinduzi na kuonesha dhamira ya kugombea ubunge wa jimbo la Bunda mjini mkoani Mara kupitia tiketi ya CCM. Hatua hii imezua mjadala na kuvutia hisia za wengi, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 2025. Katika hali inayoonyesha hamasa ya kisiasa, wasanii mbalimbali, watumishi wa umma, pamoja na wanasiasa kutoka kada tofauti wamejitokeza kwa wingi kuchukua fomu za kuwania nafasi mbalimbali mbali ndani ya CCM. Wakati huo huo, Chadema bado haijashiriki rasmi kwenye mchakato wa uchaguzi chama hicho kimeendelea kusimamia msimamo wake wa eno reform na no uchaguzi, kauli ambayo imekuwa kuli ambayo imekuwa ikipata mashiko miongoni mwa wananchi katika maeneo mbalimbali mbali ya nchi. Waliochukua fomu ya kugombea ubunge hadi sasa, orodha ya wana CCM waliotangaza nia ya kugombea ubunge kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. 1 Esther Bulaya, jimbo Bunda Mjini, mkoa wa Mara cheo cha awali aliyekuwa mbunge wa viti maalum Chadema. mbili. Ali Nordin Sit, jimbo Kondoa mjini. Wadhifa wa sasa hi mkurugenzi wa idara ya habari elimu na mawasiliano kwa umma sisiemu. tatu. Ndaisaba George Ruhoro, jimbo Ngara. Nne Madam Janeth Mtiba, jimbo Tarime mjini wadhifa wa sasa ni mkurugenzi wa Janeth's Perfections Group Limited. Tano, Zainab Abdallah Isa, nafasi viti maalum, mkoa kaskazini Pemba visiwani Zanzibar, cheo cha awali aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Muheza. Sita, Bondan Kinga jimbo Kishapu. Saba, Abdallah Kirungu jimbo Ulanga mkoa wa Morogoro na wengine kibao tutawaleta kadri tutakavyowapata. Asante, subscribe tafadhali na weka kengere.